Baada ya vita kuu ya pili ya dunia kutamatika mwaka 1945, miaka mitano mbele walimwengu alianza kutafuta mabadiliko kutoka katika mikono ya tawala za kidhalimu za wakoloni. Kuanzia mwaka 1950 Umoja mataifa wa mataifa uliongeza jukumu katika ulinzi wa amani duniani. Licha ya kuwa India ilijitangaza kwa jamhuri Januari ya mwaka 1950, ndani ya mwaka huo huo Papa Pius wa 12 wa kanisa la Katoliki alitangaza dogma of the assumption of Mary kwa tukio kubwa katika dini ya Kikristo. Ikumbuke pia ndani ya mwaka huo, harakati za chama cha taa nchini Tanzania, wakati huo Tanganyika, zilipamba moto, ikiwa ni miaka 21 tangu kuanzisha kwake, zikidai juu ya haki, usawa na uhuru. Kule visiwani Zanzibar, ndani ya mwaka 1950 ndio alifariki mwanamuziki nguli wa muziki wa tarabu Siti binti Saad Elmammy.